Sasa tunapoongea haki za binadamu, kuna watu wanataka kupotosha kuhusiana na haki za binadamu. Haki za binadamu ni dhana pana sana, na kupitia mpango huu niruhusu niweleze kidogo. Haki za binadamu zipo zile za kiraia na kisiasa, ambazo sasa wanasiasa wengi na vyama vya siasa ndo wanapenda kuviongea hiyo, lakini haki za binadamu zipo za kijamii na za kiuchumi. Unapofanya kazi, ni haki yako kufanya kazi na kupata ujira, hiyo ni haki ya binadamu. Swala la kupata elimu ni haki za binadamu. Swala la kupata huduma za afya ni haki za binadamu. Swala la kupata usafiri mzuri ni haki za binadamu swala la kupata msaada wa kisheria huu tunaotoa hapa ni haki za binadamu. Kwa hiyo, tukimwona Samia anajenga shule, anajenga hospitali, anajenga reli, anajenga barabara, anajenga airport, anatekeleza haki za binadamu. Na kwa kipimo hicho, Samia amefanya mengi sana, anastahili pongezi katika utekelezaji wa haki za binadamu. Tusiongee zile za kiraia na za kisiasa peke yake. Hapana, tuongee na hizi nyingine. Kuna haki za makundi, haki za kimazingira, hizo ni haki za binadamu, kwa sababu ukichafua mazingira wewe haujiathiri wewe mwenyewe tu, unaathiri na wote. Sasa katika kutekeleza haki za binadamu ni lazima tukumbushane. Moja kati ya msingi, haki ya msingi ya kiraia na ya kisiasa ambayo sisi wanasiasa tunapenda kuisema sana ni haki ya ya kushiriki katika shughuli za uchaguzi. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika ibara yake ya tano, ibara ndogo ya kwanza imesema Mtanzania mwenye miaka zaidi ya 18 yani 18 na kuendelea ana haki ya kushiriki katika shughuli za uchaguzi. Ni haki ya binadamu hiyo, lakini haki hiyo, ibara ndogo ya pili, imesema inaweza kuondoshwa kwa sababu zifuatazo: moja Endapo wewe sio raia wa Tanzania, yaani ni raia wa nchi nyingine. Sababu ya pili, endapo una ugonjwa wa akili au waswahili wanasema chizi. Sababu ya tatu, endapo umetiwa hatiani kwa makosa fulani fulani ambayo ni makubwa sana, sio haya madogo madogo. Sababu ya nne, endapo hauna kitambulisho kitambulisho cha umri kitambulisho cha uraia ama kitambulisho cha mpiga kura hizi ndizo sababu nne zinaweza kukufanya wewe ukose haki yako ya, ya kushiriki katika masuala ya uchaguzi si maneno yangu mimi ni maneno ya katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania ninayo hapa na ukisoma katika ibara ndogo ya pili ibara ya tano ibara ndogo ya pili Naomba niwasomee sentensi hii, inasema: mbali na sababu hizo, maanake hizi nne, nizo zisema, hakuna sababu nyingine yoyote inayoweza kumzuia raia asitumie haki ya kupiga kura, mbali ya hizi nne. Sasa nalisisitiza hili kwa sababu katika siku za karibuni wamejitokeza watu wanaotaka kuwazuia raia wa Tanzania wasipate haki yao ya kushiriki katika uchaguzi. Nimewasikiliza kwa makini. Sijaona yoyote akizisema hizi sababu nne. Sijaona yoyote akisema wa Tanzania msishiriki uchaguzi wa Oktoba kwa sababu nyinyi sio raia. Msishiriki uchaguzi kwa sababu nyinyi sio machizi. Maana akikwambia mtu usishiriki wewe ni chizi. Anayesema mtu usishiriki uchaguzi, maana yake anakuambia wewe ni mwenda wazimu na kwa mujibu wa katiba huwezi kushiriki nini? Shughuli za uchaguzi. Au anasema wewe ni mhalifu ambao umetiwa hatia au hauna kitambulisho. Sijasikia mtu akisema sababu hizo. Na katiba inasema mbali na hizo hakuna sababu nyingine yoyote. Kwa haya maneno kwamba Watanzania tusishiriki uchaguzi ni maneno ambayo yanatutaka tuvunje katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hasa ibara ya tano, ibara ndogo ya pili. Sasa na kila kiongozi nchi hii ameapa kuheshimu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kila mwananchi anapaswa kuheshimu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wewe unayechochea wananchi wakiuke katiba, umepata wapi mamlaka hayo na haki hiyo? Siyo haki inayotolewa kwa makundi, ni haki ya mtu mmoja mmoja kwenda kupiga kura. Niwahakikishie serikali yetu iko imara, iko imara kweli kweli. Uchaguzi wa Oktoba upo na wananchi tujipange, waenda kakugombea wakagombee wanataka kwenda kupiga kura, wataenda kupiga kura, kwa sababu haya ni maelekezo ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na mimi ndiyo waziri mwenye dhamana ya katiba, ndio maana wizara yangu inaitwa wizara ya katiba na sheria.